Gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu amemwonya vikali Seneta wa Kericho Aaron Cheruiyot asiingilie siasa za kaunti hiyo. Ntutu anadai kuwa seneta huyo alifanya mkutano na viongozi kutoka Narok Mashariki na kumrushia cheche za maneno. Gavana Ntutu anasema kuwa Seneta Cheruiyot amevuka mipaka na kuingilia kazi za viongozi katika kaunti ya Narok. We don't want political tourists in our county kutuchokoza sisi. Hatujaenda Kericho kuchokoza mtu yoyote, gavana wetu ajaenda Kericho kuchokoza mtu yoyote. Please just give us some respect. Jamii fulani mukipakana pale, mujue nyinyi tu ndio bado mapakana hapa, mkisukuma ni mimi kidogo mbele, bado sisi ndio jirani, ukinisukuma mimi nyuma kidogo, sisi ndio bado jirani. Kwa hivyo tutengeneze ujirani Itatu, itatufaa tunajua, tofauti ya national government project na county government project. International airport ni ya national government, lakini county government imeweka milioni mia saba. Kwa hivyo wewe ukitoka kaunti yako ukuje uanze kutu lecture ati kuna makanga, nataka kukueleza kwa roho safi, kwa Narok mengo idagino, chunga sana, heshimu uongozi wa Narok na uheshimu wale watu wa Narok, kwa sababu mimi sisi tunakuheshimu kwa cheo ambao uko nayo na uongozi ya kaunti.